Habari za wakati huu mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo, katika mwendelezo wa kusisitiza uhusiano wa karibu kati ya afya na roho ya unabii kanisa la Wadventista wa, wa Sabato Mwenge jijini Dar es Salaam limehitimisha rasmi juma maalum la maombi na msisitizo wa afya na roho ya unabii lililoanza tarehe 12 Oktoba na kufikia kilele chake hii leo tarehe 18 Oktoba 2025 likiwa na kauli mbiu isemayo Nitakwenda na familia yangu nikimtumaini Yesu. Mfululizo huu wa mafundisho ulifanyika kila siku kuanzia saa 11 kamili jioni hadi saa moja kamili usiku, ukiongozwa na mwinjilisti na daktari wa afya Sabato Nyanda Lushina, ambaye amekuwa akihamasisha jamii kuishi kwa kufuata kanuni za Kimungu kuhusu ulaji na mtindo wa maisha, kama zilivyoelekezwa katika maandiko matakatifu na maandiko ya roho ya unabii. Katika mafundisho yake Dkt. Lushina alisisitiza kwamba kumekuwa na wimbi la mafundisho potofu kuhusu lishe, hasa yale yanayowakataza watu kula vyakula vyenye wanga, akiweka msimamo wa kisayansi na kimaandiko na kueleza wazi kuwa mlo kamili lazima uwe na wanga, kwa kuwa wanga ni chanzo kikuu cha nguvu mwilini na Mungu mwenyewe aliweka kanuni hiyo tangu mwanzo wa uumbaji. Wengi tumeambiwa wanga haufai tumeambiwa wanga sio chakula, usile wanga kabisa, na lazima imekuwa ndiyo. Ukifika hata kipindi fulani, na mimi nikataka kushawishiwa, nilitaka kushawishiwa kwamba, nikamwambia mke wangu sili ugali, sili ugali. maana unajua mafundisho ya kienea hadi na wewe unakumbwa, unashindwa, unasahau baiolojia. Nikasema lakini hii ni staji, labda kwa sababu ni utafiti mpya. Nikajaribu yale yaliyosemwa, kwa kweli nikapunguza uzito kidogo adile watu fulani wakaniambia umepungua. Baadaye nikaenda kupima, lakini nikapima figo nikakuta figo creatinine. ile creatinine iko nomo, lakini ilikuwa nomo iko tisini. kasema a ingeanza basi sabini sabini, huko inataka kusogea sogea huko mbona inakuwa tisini na ngapi huko? Nikakuta urea iko juu hmm. Nikasema sasa, mbona hii ni azotemia hii, mbona kama ni kuna shida kwenye u uchujaji kidogo wa figo, mbona kama kuna shida. Nilipogundua nikasema, sio maharage haya, kila siku maharage mengi ya ya kila siku hivi sasa. Kuanzia maharage, nikaambia, hebu achana na maharage, takula kidogo sana, yaweke pembeni. Nikarudia tena kupima, nikakuta kidney function ni safi kabisa, creatinine ni nomo, urea aziko nomo. Jamani, Bwana Yesu aziwe sana. Na siku hizi wanachosema watu, kula protini, achana na wanga, kula protini umekuwa carnivore wewe, umekuwa carnivore. Na mlo kamili lazima uwe na, na, na, na wanga kwenye DNA ile. DNA ile ukiangalia, kama carbohydrate haifai kuliwa, kwa nini imeandikwa kwenye DNA yako? Sasa unapoondoa unapoondoa wanga kabisa, usile wanga kabisa, maana yake ugeuke kusiwe mtu yani wa kawaida. Kwa hiyo hatuwezi kukataa wanga, ila shida na shida sio wanga, shida ni huo wanga. Unakulaje? Unakula saa ngapi? Unakula, unakula mara ngapi? Unakula kiwango gani? Na unakula wanga gani? nakula wanga gani? tuache kabisa wanga kabisa? Hapana, lakini tujifunze kwa asili Mungu alitaka tule kwa namna gani na tule nini ni? Jamani Bwana Yesu asipe sana. Aidha, Dr. Lushina alifafanua kwamba chakula bora cha asili kinacholetwa awali na Mungu ni matunda yenye mbegu, na kubainisha kwamba matunda hayo yana virutubisho muhimu kwa afya ya mwili na usaidia katika utendaji sahihi wa mifumo ya mwili, na kuhamasisha washiriki kuanza tena kula matunda halisi, sio yaliyosindikwa na kusema kurejea kwenye asili kwa kuwa ndani ya asili ndipo afya ya kweli ilipo. Mbegu lakini, ukienda Mwanzo tatu kumi na nane anasema nawapa mboga za kondeni, pia hizo mboga za kondeni na zenyewe zitakuwa chakula chenu. Kwa hiyo chakula bora cha asili cha kwanza kabla ya dhambi ni matunda yenye mbegu. Hivi nanasi lina mbegu? Um, msinipode mawe sana. Eti nanasi lina mbegu lakini ni tamu eti. Ni tamu lakini sasa halina mbegu, sijui na mbegu yake iko wapi? Yenye mbegu ndani, tafuta tunda lenye mbegu. Na ndiyo maana glycemic index ya nanasi iko juu kweli, yani ule uwe ile sukari iliyopo kwenye nanasi iko juu. Kuna zamani zamani kweli nanishinda kula, lakini siku hizi kidogo naliweza.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 akatoto kasa kafanyeje wakati huku tayari kamekula wanga wa kutosha? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Aidha, ameonya juu ya matumizi ya viungo vikali na chumvi kupita kiasi, na kutaja mfano wa watu wanaotumia pilipili nyingi kwenye mahindi na vyakula vingine, na kusema kuwa tabia hiyo ni hatari kwa mfumo wa mmeng'enyo chakula na inaweza kusababisha maradhi ya tumbo na figo. Mtu hata akichukua hindi hindi lazima aweke chumvi, aweke na pilipili pili na aweke ni na, tena na, na, na, na limao aweke, yani hindi sasa. Hindi unashangaa hivi hindi lina matatizo gani hapa? Kama mahindi ya sasa hivi yamegeuka, lazima aweke vitu vi, vi. Sasa mpaka hindi linakuwa sio hindi, linakuwa ni pilipili pili. Kwa hiyo hamu, kwa kuwa imepotoshwa, inabidi tuirudishe ile ya asili. Mara nyingi hudai chakula ambacho huafifisha afya na kusababisha udhaifu badala ya nguvu. Hatuwezi kuongozwa salama kwa desturi za jamii. Sisi tunaishi katikati ya watu, sisi ndio natakiwa tuwe mfano. Sio kwa sababu kila mtu mtaani anakula chipsi na kuku wa kisasa. Zamani kulikuwa na vita dhidi ya kuku wa kisasa, na hata wewe ulikuwa unaogopa kula kuku wa kisasa, na nakujua ulikuwa unaogopa siwezi kula makuku hayo. Sasa hivi harusi zote tena mtu aulizi ya kisasa ama ni nini, ya siku mbili au ni nini? Sasa hivi ni twende kazini tena ki, yani usipopewa kipapatio kile ukila kale kanani hivi moja kwa moja, yani unaona kameishia hata ujui kama ni kuku ama ni nini. Siku hizi hatufuati tena ulaji ule ulioandikwa, na ndiyo maana matatizo ni mengi kanisani mengi na uasi mwingi kanisani, na huo uasi hatuwezi kuukomesha ama kuuondoa, maana ni watu wa Mungu, inabidi uwafundishe mpaka turekebishe hapa jamani. Bwana asifiwe sana, na hapa patarekebika kama taarifa zinazoenda huku ni safi. Kwa masikitiko, Dr. Lushina ameeleza kwamba makanisa mengi leo yamejaa wagonjwa, jambo ambalo linatokana na kutokufuata kanuni za Mungu kuhusu ulaji na afya, na kuongeza kwamba Mungu alitupatia kanuni bora za maisha, ikiwa ni pamoja na ulaji sahihi, mazoezi, usingizi wa kutosha na uaminifu wa kiroho, ambazo tukizitii tutakuwa na afya njema ya mwili, akili na roho. Makanisa mengi yamejaa watu wagonjwa wagonjwa kila mahali, nenda huko makanisa yamejaa, unakuta kanisa limejaa watu, nenda useme haya, aliye mgonjwa, walio wagonjwa waje mbele, wote wagonjwa, wote ni wagonjwa wote, na hata mchungaji naye ni mgonjwa. Na wengine wanakwambia hata usi usi we njoo tu, nitakwambia. Lakini huyo mchungaji mwenyewe tunamtibu huko, tunamtibu sisi lakini anakuambia njoo tu hapa, utaponea hapa. Mungu ametufundisha kanuni za asili za ulaji na unywaji ambazo tukizifuata yaani hata pepo atashindwa kuingia. Jamani, Bwana Yesu asive well, sana. Unajua <laughs> pepo anaingia ingia, pia anaangalia wewe hapo hapo kwenye udhaifu wako ndo anaingia pepo. Turudi kwenye mstari na napendekeza, napendekeza ikiwezekana kila Sabato pawe na, na tipu fulani ya afya. Watu ni wagonjwa, watu ni wagonjwa. Sasa mafundisho kama haya hayawezi kuwa na popularity amini, hayawezi kuwa na ushabiki haya ya namna hii, kwa sababu yanamfanya mtu amezama kwenye namna fulani, naweza kumtoa kule. Anasema ah, kuna maneno siku hizi yanasema tutapewa mili mipya, tutapewa mili mipya. Hayo maneno gani hayo? Heti wewe, ngoja tule, tutapewa tu miili mipya. Mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, mta mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Utapewa mpya wa kufanyaje? Hata mpya unaweza usiupate, kwa sababu Melia atakaye liharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Sasa utaenda kupewa mwili mpya wapi? Linda hekalu la Bwana, uwe na akili njema, jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada ya hitimisho ilikamilishwa kwa maombi ya toba ambapo Dkt. Lushina aliwaongoza waumini katika sala ya msamaha kiomba Mungu kuwasamehe kwa kula na kuishi kinyume na kanuni za kimungu za afya. Sala hiyo ilihitimishwa kwa wito wa kila mshiriki kufanya uamuzi mpya wa kuishi kwa heshima ya miili yao kama hekalu la Roho Mtakatifu. Baba, tupatie ujazo wa Roho Mtakatifu. Masomo haya yanakuja kwa wakati ambapo kwa kweli ulimwengu unaumwa kwa habari na tunahitaji Baba, matibabu yanayotoka kwako kama tulivyoona katika maandiko yako matakatifu. Kwa ujumla, juma la maombi ya msisitizo wa afya na roho ya unabii limekuwa juma lenye matokeo chanya, likiwakumbusha washiriki wote kuwa wokovu hauhusu roho pekee, bali unagusa mwili mzima. Afya njema ni sehemu ya ibada, na uzima ni ushuhuda hai wa imani kwa Mungu aliyemuumba wa miili yetu. Kutoka katika viwanja vya Mwenge, mahali lilipo kanisa la Adventista wa Sabato. Mimi ni Ustasela Joni.